Ikiwa umechoka kuweza kutumia dawa za presha kwa muda mrefu, lakini pia umechoka kuishi kwa hofu juu ya madhara ya tatizo hili la presha, na umekuwa ukitafuta suluhisho asilia ambalo linaweza kukusaidia kuweza kudhibiti na kutatua changamoto yako ya presha moja kwa moja, basi video hii ni maalum kwa ajili yako. Haijarishi umekuwa unasumbuliwa changamoto hii ya presha kwa muda gani, aidha ni miaka kumi, miaka mitano, miaka mitatu, ama umekuwa ukitumia dawa tofauti tofauti au tatizo lako la presha limetokana na ujauzito ama limetokana na matumizi ya dawa ama umri, basi video hii ni maalum kwa ajili yako, kwani ndani ya video hii nimeelekeza hatua tatu za msingi na muhimu sana ambazo unaweza ukazifuata na kuzifanyia kazi, ili kuhakikisha unaenda kudhibiti na ku control tatizo hili la pressure. Lakini pia kabla sija kuelekeza hatua hizi tatu, ningependa upate kuona baadhi ya mirejesho na shuhuda za watu ambao wameweza kufanya kazi hatua hizi tatu, na the way walivyoweza kunufaika na matokeo waliyopata kwa muda mfupi sawa kwa hiyo shuhuda hizi zitakufanya utilie maanani mm-hmm. maelekezo haya na yatakufanya uweze kufanyia kazi yale ambayo nitakuelekeza uweze kuyafanya ili kwenda kudhibiti na kutatua changamoto yako ya pressure moja kwa moja hebu angalia shuhuda hizi Okay, of course shuhuda ziko nyingi sana sana sana sana na watu wengi ambao tumeweza kuwasaidia kupitia hizi hatua tatu ambazo tunaenda kukuelekeza hapo mbele, na tukianza na mtu wa kwanza hapa, Madam Habiba alikuwa anajiuliza hata ajue mchanganyiko umetokana na kitu gani, maana ni program ya ambayo imeweza kumfanyia awe fit kweli, na nasema alhamdulillah, mara ya mwisho presha yake amepima ilikuwa inasoma 120 kwa 78 na, nane, na alikuwa anashauri pia watu wengine waweze kupata programu hii ili iweze kuhakikisha wanadhibiti uh, tatizo hili la pressure, kwani programu wakati anaanza pressure yake ilikuwa ina range 152 kwa 103. Lakini pia uh, kuna bwana Hamed hapa, ambaye yeye na, amepata nafuu kubwa sana na sasa hivi anamudu hadi kufanya mazoezi kwa muda mrefu na atuambia kwamba wakati aliweza kusafiri na amepona kabisa pressure, pressure yake kwa kwa ujumla. Lakini pia tukienda kwa brother Mkilanya hapa, pressure yake wakati anaanza na programu ilikuwa ina range 144 kwa 92. Ndio vipimo vyake wakati anaanza lakini baada ya kuanza programu sasa hivi pressure yake imefika ku, kuwa ni 114 wa 84 na, na hadi 115 kwa 85. Lakini ukijua Wazengo hapa wa presha yake inaanza, alikuwa na 151 kwa 96 na hizi ndio dawa ambazo alikuwa anazitumia na ameshaweza kuachana na dawa za hospitali na sasa hivi presha yake inafika 123 kwa 75. Na huyo tukija kwa mwingine hapa kiriani yeye kutoka, huyu ni Elavalodi kutoka Kongo, na anasema habari za siku ana group, alikuwa na taarifa kwa group. Na tanguliza shukurani sana dokta, naweza kugundua dawa hii presha kwani mimi nilikuwa, ni mhanga mkubwa wa presha ya kupanda, lakini tangu nitumie dawa hii ni miaka miwili sasa. Aa, nipo vizuri sana Naubarikiwe, ubarikiwe mgunduzi wa dawa hii. Of course pressure yake kwa sasa hivi ina range mia moja ishirini na moja kwa themanini na moja. Lakini pia tukija kwa, kwa Rahma kabla kuanza program alikuwa anatuambia kuna muda anajisikia viko sawa, kuna muda hayuko sawa. Kuna muda anapata kizunguzungu macho na kwa na giza, wakati alikuwa anatumia dawa za hospitali. Na tukajaribu kuweza kuwasiliana naye na alipoingia katika program tukaanza kumwelekeza na baada kuanza kumwelekeza, uh, elekeza na kujua dawa ambazo alikuwa anazitumia kujua dawa za hospitali ambazo kwa anazitumia lakini baada ya kuanza program, anasema hapa, dokta, mimi namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Changamoto za mwanzo zote sasa hivi sisikii tena. Nimeimaliza mwezi jana toka nianze kutumia Primatifit na leo nimejaribu kushinda bila kunywa dawa, nikawa na nitaona mabadiliko lakini wala nafanya shughuli zangu zote bila uh, ya tatizo lolote, na sasa hivi pressure yake imetoka kwa 213 kwa 133 hadi 122 kwa 81.

Mind lake ni mazuri sana sana sana, na huyu Rama alikuwa ameugua kwa muda mrefu sana, na hadi hospitali waliweza kumkatia tamaa, lakini pia matokeo ameweza kuyapata. Kamiyo kwa mwingine anasema sasa hivi yuko salama ugui kichwa wala nini. Na shuhuda hizi, kusema la ukweli, ziko nyingi nyingi nyingi sana, na hawa wote tumeweza kuwaelekeza hatua tatu za msingi ambazo wewe unatakiwa uweze kuzifuata ili kuhakikisha tu unaenda kudhibiti na control pressure yako. Of course hizi shuhuda ni nyingi na hawa wote tumeweza kuwasaidia kuweza kudhibiti na kukontrol tatizo hili la presha kwa njia salama na asilia kabisa ya vyakula ambao kama tunavyoweza kuelekeza hapo mbele. Na wewe natamani uwe shuhuda ajaye, uwe shuhuda ajaye. Hakikisha unafanyia kazi yale ambayo tunaenda kukuelekeza, ili kuhakikisha tu uh, ripoti yako inakuwa iko vizuri, lakini pia kuhakikisha tu presha yako pia uh, inakuwa iko iko vizuri. Kwa hiyo, hakikisha unafanyia kazi na kuangalia video hii hadi mwisho ili kuhakikisha pressure yako uh, inakaa sawa sawa kabisa. Kama ulivyoweza kuona baadhi ya shuhuda na mirejesho kutoka kwa watu ambao tumeweza kuwasaidia na kuwaelekeza hatua hizi tatu ambazo zimeweza kuwasaidia wao kuweza kudhibiti pressure yao. Ninakusii kuhakikisha unatizama video hii hadi mwisho kwani utapokuwa umefanya hivyo utapata kufahamu hatua za msingi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kuweza kudhibiti na kutatua changamoto yako ya presha moja kwa moja, sawa. Lakini kabla sija kuelekeza hatua hizi tatu, ningependa uweze kujiuliza maswali mawili ya msingi sana ambayo yanaweza kukuongoza na kukusaidia kuweza kudhibiti tatizo uh, hili la presha. Na swali la kwanza, ningependa uweze kujiuliza kwa nini umepata tatizo la pressure ama shinikizo la damu sawa? Lakini pia uh, umeshapata tatizo hili la pressure. Why bado uko nalo mpaka sasa hivi? Unadhani challenge hii iko iko wapi? Na swali la pili, ningependa uweze kujiuliza unatakiwa uweze kufanya nini, uh, kwa namna gani, ili kuhakikisha unadhibiti na kutatua kabisa tatizo hili la shinikizo la damu ama la pressure. Basi, maswali haya ya msingi nimeweza kuyajibu kwa kina sana, na nikianza na hili swali la kwanza, kwa nini umepatana na, na tatizo hili la shinikizo la damu ama pressure? Hili ni swali ambalo mara nyingi huwa anapenda kuwauliza uh, watu wengi wanapokuwa wanataka kujiunga na programu ambayo mimi ninakuwa ninaitoa na wengi wao wamekuwa wanajibu maswali ambayo kama yako, yako wrong hivi. Asilimia sabini mara nyingi wanaweza kuniambia kwamba ni tatizo ambalo lipo katika familia yao, lakini asilimia ishirini wanaweza kaniambia ni kutokana na umri ambao wako nao, na asilimia kumi wanaweza kaniambia uh, ni factors zingine maybe mtu kaumwa kwa muda mrefu sana alikuwa uh, anatumia dawa tofauti tofauti na limeweza kupelekea kupata tatizo hili la shinikizo la damu ama la, la, la, la presha. Sawa. So, lakini nikianza na hii ya kwanza ambayo asilimia sabini wananiambia kwamba wanasumbuliwa na changamoto hii ya presha ni kwa sababu tu uh, ni tatizo ambalo uh, familia yao ina ni kama imeikumba familia yao, aidha babu aliugua bibi baba, mama, mjomba na, na kadhalika. Na siwezi kupinga uh, sayansi inavyoweza kusema kwamba uh, mtu anaweza akarithi uh, tatizo hili la la, la presha, lakini inakuwa ni vigumu uh, sana. Labda niweze kutolea mfano katika familia yako, maybe uh, kuna watu wawili na hawa watu wawili aidha ni wewe uh, wa kwanza ambaye unakuwa unatumia maybe uh, Uh, vyakula aidha hey, unakunywa soda, unaendelea kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi, unaendelea kutumia wanga kwa wingi uh, unakula yani vyakula ambavyo in general kwa Kiafrika tunakuwa tunavitumia, lakini kuna mtu mwingine katika familia yako hapo hapo anakula kama vile ambavyo wewe unakula. Lakini wai, kwa nini wewe ndio ambaye unasumbulia nayo changamoto na sio yule mwingine katika katika familia katika familia yako? Of course kwa ufupi mimi naweza nikasema kwamba tatizo hili huwa linatokana na lifestyle ambayo wewe uko, uko. Na, na, in terms kwamba tatizo hili la, la, la pressure, huwa linatokana na aina ya maisha ambayo wewe umekuwa unaisha, aidha unaendelea kula vyakula ambavyo vinaharibu uh, mwili wako, lakini pia haushughulishi uh, mwili, mwili, mwili wako. Kwa nini nina, ninasema hivi? Uh, hasa zaidi kwenye, kwenye upande, kwenye upande wa vyakula. Mara nyingi uh, wagonjwa wengi wa, wa, wa pressure wamekuwa wanatumia vyakula ambavyo huwa vinazalisha tunachosema glycemic, high glycemic index. Tunaposema uzungumzia high glycemic index, ni aina ya vyakula ambavyo mara nyingi huwa inawezekana vinazalisha sukari kwa, kwa wingi, lakini pia vyakula hivyo vinaweza vikawa vinazalisha uh, mafuta pia uh, kwa wingi na vinapelekea kuweza kuchakaza mwili, aidha kwa sumu kwa maana ya free radicals au hizi tunazosema ni oxidants ambazo zinaweza zina zinaongezeka zina na hizi zote huwa zinaenda kuuathiri kwa kiasi kikubwa sana katika, katika, katika mwili na hasa zaidi katika, katika mishipa ya damu, ta, ta katika, katika, katika ya damu, lakini pia inaweza kuathiri katika damu. Kwa hiyo haya yote huwa yanaweza kupelekea wewe kuweza kupata na tatizo hili la shinikizo damu, la damu ama la, la, la pressure, na tunapozungumzia high glycemic index tunazungumzia vyakula aidha vyenye jamii ya wanga kama vile matumizi ya ugali kwa wingi, matumizi ya wali mweupe, matumizi ya mkate, uh, iwe ni ngano, ni vyakula ambavyo end product yake ni sukari ambayo inaweza ikaendelea kuathiri uh, katika katika damu, lakini pia inaweza ikaathiri na kuweza kusababisha tatizo hili la presha kuweza uh, kutokea. Hii ni moja ya sababu ambayo imekuwa inawakumba wagonjwa wengi wa presha, na ikiwa kama wewe bado unasumbua na changamoto hii ya pressure na unakula kwa namna hii, niakuwa ni vigumu sana kuweza kusolve changamoto yako ya ya pressure. So nitakuelekeza uweze kufanya nini ili kuhakikisha unaenda kudhibiti na kutatua changamoto hii ya pressure, lakini jambo la kwanza ni hilo ambalo ni la muhimu sana. Jambo la pili ni kutoushughulisha mwili wako. Of course una maybe unafanya kazi ana, sehemu ambayo unafanya kazi ni umbali kidogo mrefu, labda na usafiri wako kulingana na, na, na, na urahisi wa sasa hivi wa dunia. Sasa unajikuta hauna muda wa kufanya mazoezi, either wewe unatumia gari ukifika kazini, labda kazini kwako, either kuna lift, utatumia lift, utaingia ofisini kwako. Baada ya ofisini kwako, utakaa kwenye kiti chako, utaendelea kufanya kazi, utakufanya kazi, utaagiza vyakula ambavyo ni mvyepesi uh, kwa ajili ya hapo ofisini. Utaagiza chips, utaagiza wali, utaagiza ambavyo ni fast food, sawa na after hapo uh, kutumia hizo fast food zako. Ukimaliza kazi yako utashuka uh, Uh, ofisini kwako maybe, kwa hiyo rifti utaenda uh, katika gari yako, utafika nyumbani, utapumzika. Kwa hiyo maisha yako unaweza kujikuta haushughulishi kabisa mwili wako, hii inaweza kapelekea na kuendelea, uh, kupatwa na changamoto hii ya pressure ama kuendelea kuugua na kusumbuliwa na changamoto hii ya pressure bila ya kuweza kupata nafuu yoyote, kwa sababu moja tu haushughulishi mwili wako aidha kwa mazoezi, au ushughulishi mwili wako kwa kutenga muda, aidha hata kwa kutembea au kwa kufanya jambo lolote ambalo linaweza likakufanya uweze kusweat ama kuweza kutoa kutoa jasho. Kwa hiyo hii ni sababu ambayo mara nyingi imekuwa inawakumba watu wengi sana kuweza kupata changamoto hii ya shinikizo ah, la la damu. Kwa hiyo hizi ni sababu kubwa sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata tatizo hili la shinikizo la damu, lakini sababu ya tatu huwa tunasema ni overstressed ah, kuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi yes. Hatuwezi kuzuia msongo, msongo wa mawazo lakini tunaweza kukabiliana na msongo wa wa mawazo kwa sababu gani? Maisha ya kila siku ni vigumu sana mtu kumwambia asiweze kuwaza sana au kufikiria jambo fulani kwa kina sana. Aidha, katika maisha ya kila siku tuna familia, tuna kazi, masuala ya uchumi, mahusiano na kadhalika. Ni hizi sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kuwa na over stress, lakini inahitajika uweze kuya control kwa sababu gani? Kwa sababu moja tu msongo wa mawazo unaweza ukasababisha kuongeza homoni ambazo zinaweza kapelekea mtu kupata na changamoto ya shinikizo la damu. Homoni kama uh, tunasema kuna homoni kama cortisol lakini pia homoni kama adrenaline. Hizi ni homoni mbili ambazo zinazalishwa kutokana na ongezeko ama overstress ni msongo wa mawazo na homoni hizi huwa zinapelekea kupandisha uh, pressure yako. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa kiasi kikubwa sana uh, wewe kuweza kupatwa na changamoto hii ya shinikizo la damu ama changamoto hii uh, ya, ya, ya pressure. Na in general haya yote yanaenda kuathiri maeneo makuu mawili hadi matatu. Eneo la kwanza linaweza ikaathiri kwenye mishipa ya damu lakini pia eneo la pili inaweza ikaathiri utendaji uh, kazi wa moyo, lakini pia eneo la tatu inaweza kaathiri kwenye damu yenyewe. Damu inaweza kawa mzito, lakini pia mishipa inaweza ika inashindwa uwezo wa kutanuka na kusinyaa, na hii inaweza kaathiri mzunguko wa damu. Lakini pia moyo unaweza kawa unafanya kazi kupita kiasi, kitu ambacho kinaweza kaleta riski na hatari ya wewe kuweza kupata changamoto hii, lakini hatari zaidi ya kuweza kupata na tatizo la ah la la la la moyo. So unatakiwa uweze kufanya nini ili kuhakikisha unadhibiti na kutatua changamoto hii ya ya pre. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha unapunguza matumizi ya vyakula ambao vinazalisha high glycemic index. Ah, uh, ni hapo ninapozungumzia ni kuhakikisha unapunguza matumizi ya vyakula vya wanga kama maugali, mawali, unapona vitumiza, unavipunguza na badala yake unaanza kutumia vyakula ambavyo ni low glycemic index. Mfano unaanza kutumia uh, labda unaweza uh, unaweza ukawa unatumia maziwa ya mtindi, unaweza ukatumia kuku, unaweza ukatumia samaki, unaweza ukatumia mboga mboga, unaweza ukatumia mayai. Huwa vina uwezekano mkubwa sana wa kuweza kukusaidia kuweza kudhibiti na kucontrol pressure yako. Unaweza ukatumia uh, vyakula vyenye jamii ya kunde, iwe ni maharage iwe ni kunde zenyewe iwe ni njugu mawe iwe ni mbazi, ni vyakula ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza ku control pressure pressure yako. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuhakikisha unapunguza high glycemic index. Hatua ya pili ni kuhakikisha unatenga muda wa kuweza kufanya mazoezi na kuanza kushughulisha mwili wako, angalau kwa siku basi umetembea si chini ya hatua Tunapozungumzia hatua elfu kumi ni sawasawa na kutembea mwendo wa nusu saa hadi dakika arobaini na tano. Kutenga huo muda itakusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha unaanza safari ya kwenda kudhibita uh, pressure yako, na hatua ya tatu basi ni kufanya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuweza kupunguza msongo wa mawazo, kwa kuwa tumeona kwamba msongo wa mawazo unaweza ukapelekea kuzalisha homoni ambazo zinaweza ku ufanya uh, pressure iweze kuwa juu basi unahakikisha uweze kujitahidi sana una una control msongo wa mawazo, either kwa kutenga muda wa kufanya mazoezi mepesi uh, meditation. Lakini pia unaweza, aa unatenga muda wa kusali. Sala ni sehemu moja inaweza kukusaidia kuweza ku control uh, msongo uh, wa wa mawazo. Lakini kukubaliana na jambo ambalo lipo kiuhalisia ni hatua muhimu ambayo inaweza kukusaidia kuweza ku control msongo Ah, wa wa mawazo. Haya ni mambo muhimu sana ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuweza kukontrol na kudhibiti changamoto yako ya, ya ya ya pressure. Lakini kama ilivyoweza kutangulia awali kwamba huwa tuna program ambayo inaweza ikakusaidia kuweza kudhibiti na kutatua changamoto yako ya pressure moja kwa moja, hatua kwa hatua. Na katika programu hii huwa tunakuongoza katika lipi? Katika programu hii hatua ya kwanza tunakuongoza katika upande wa vyakula. Utapata kufahamu uh, vyakula gani vya msingi ambavyo unapaswa uweze kuvitumia na vyakula gani vya msingi ambavyo haupaswi uweze kuvitumia. Kwa hiyo tumevichambua na tunakuelekeza hatua kwa hatua na tunakupangia ratiba nzuri ambayo inaweza kukusaidia wewe kulingana na shughuli unayoifanya ili uweze kuhakikisha una dhibiti na kucontrol pressure yako. Maana siri kubwa ya changamoto hii ipo katika upande wa vyakula. Lakini jambo la pili tunakuongoza kwenye aina ya mazoezi ambayo uweza kuyafanya angalau ya dakika 30 tu kwa siku na angalau mara tatu tu kwa wiki, huwa yanatosha na inawezekana, uwezekano mkubwa sana wewe kuweza kukusaidia kuweza kudhibiti uh, pressure yako. Lakini jambo la tatu, tutakupatia bure virutubisho ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuweza ku process ama kuharakisha uh, wewe kuweza kudhibiti na control pressure yako. Na virutubisho hivi huwa vimetokana na mchanganyiko wa viungo asilia ambao vinaweza kukusaidia wewe kuweza kusafisha mwili wako, uh, either ulikuwa unakula vyakula ambavyo vimezalisha sumu kwa wingi, kwa hiyo vinaweza kusaidia kuweza kusafisha mwili wako kuondoa sumu, lakini pia kuweza kusaidia kuchoma mafuta mwilini mwili, uh, kama una uzito mkubwa vitaweza kusaidia kuweza kupunguza uzito, lakini pia kwenda ku punguza athari ambazo zinatokana na tatizo hili la pressure, aidha ulikuwa haupati usingizi vizuri, aidha kwa sababu tu ya mzunguko wako wa damu hauko vizuri, unapata maumivu makali ya kichwa na kizunguzungu, kwa sababu tu damu haitembei vizuri, haitembei vizuri, na lakini pia aa, maybe wakati mwingine umechoshwa na matumizi ya dawa kwa muda mrefu, kwa hiyo hii kirutubisho huo kinakuwa mbadala wa dawa na tunakuelekeza hatua kwa hatua namna gani ya kuweza kufanya ili kuhakikisha unaachana na dawa za hospitali na unatumia njia salama na asili ambazo zinaweza kusaidia wewe kuweza kudhibiti na kucontrol, uh, tatizo lako la, la, la pressure. Na utapokuwa katika programu hii, huwa tuna bonus ambazo tunakuwa tunakupatia, na bonus ya kwanza huwa tunakupatia ebook ama na kitabu cha mwongozo wa vyakula. Kuna kitabu ambacho tunatumeorodhesha aina ya vyakula ambavyo unatakiwa kuweza kutumia lakini pia resipi, kwa maana vinywaji ambavyo unatakiwa uweze kuviandaa ukiwa hapo nyumbani, hivi kinaweza kukusaidia wewe na familia yako, lakini pia kwa mtu mwingine. Lakini pia tumeelekeza baadhi ya mapishi ambayo ni rafiki sana kwa kwa mgonjwa wa presha, ambao umekuwa unasumbuliwa na changamoto hiyo kwa muda mrefu, lakini pia aidha umechoshwa na matumizi ya dawa kwa muda mrefu, lakini pia unataka kutumia njia ya asili ambayo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kudhibiti presha. Kwa hiyo tutakupatia hii e ebook ambayo tutakupatia bure kabisa, lakini pia tutakupatia iko kirutubisho ambacho nimetoka kukizungumzia hapo, tutakupatia pia bure endapo tu utakuwa umeweza kujiunga katika programu hii. Lakini na jambo la tatu ambalo ni muhimu sana, ambalo utaweza kulipata wewe ni kuhakikisha tunakuingiza kwenye mfumo maalum wa kufuatiliwa maendeleo yako, ama kupata usaidizi ambao utaweza kukusaidia wewe kupata nafuu ya kudumu ya tatizo hili la presha kwa almost wiki nne hadi sita, kwa maana ya mwezi mmoja na wiki mbili, ili kuhakikisha tu uh, una una unaenda kudhibiti na kucontrol pressure pressure yako. So support hii huwa inafanyika kupitia whatsapp pamoja na call, tunakuwa tunakupigia simu lakini pia tunafuatilia maendeleo yako kupitia whatsapp. Kwa hiyo sehemu ambazo unahitaji kuweza kuboresha, tunakushauri uweze kufanya nini, na hii itaweza kukusaidia wewe kuhakikisha haufanyi makosa ambayo yanaweza kusababisha na kupelekea tatizo hili la pressure kuendelea kuwepo ndani uh, ndani ya mwili mwili wako so programu hii uh, huwa tunachaji kwa gharama ya shilingi laki nne na nusu, lakini wewe ambayo unatizama video hii siku ya leo hatutokuuzia kwa gharama hii shilingi laki nne na hata tutokuuzia kwa gharama ya shilingi laki tatu na nusu, na badala yake tutakupatia kwa siku ya leo kwa gharama ya shilingi laki mbili tu. Kwa hiyo kwahiyo uh, katika wiki hii tumeamua kuweza kutoa nafasi kwa angalau watu watano ambao wataweza kupata programu hii kwa gharama ya shilingi laki mbili. Kwa hiyo baada ya kulipia gharama hii ya shilingi laki mbili tutakupatia uh, bure virutubisho uh, ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza kuprocess mchakato mzima kuweza kucontrol pressure yako, lakini pia tutakupatia mwongozo wa vyakula, lakini pia tutakuingiza kwenye mfumo maalum wa kuhakikisha unafuatiliwa maendeleo yako ili kuhakikisha tu unaenda kudhibiti na kucontrol pressure yako. Sasa ili uweze kupata programu hii uh, ni kuhakikisha tu unapiga uh, simu uh, kupitia namba ambazo unaziona hapo chini. Hizi uh, ni namba ambazo zinaweza kusaidia wewe kuweza kupata programu hii sasa hivi, ili uweze kuwahi ofa ambayo uh, ipo kwa sasa hivi, lakini pia uh, baada ya kufanya hivyo tutaweza kuwasiliana ili tuone Uh, tunawezaje kuweza kukusaidia wewe kuweza kudhibiti na kucontrol tatizo uh, hili la, la, la pressure. Kwa hiyo unaweza kuwahi sasa hivi ofa hii uh, kabla hajaweza kutoweka na tuweze kuanza kwa pamoja programu hii ili iweze kudhibiti na kucontrol tatizo hili la pressure haraka iwezekanavyo.